Saa sita na dakika kama ishirini hivi nilikuwa nimetoka dukani, ilikuwa ni nimeenda kunua vocha ili niongeze bandu ni, ni daulodi faili moja kwenye kwenye kompyuta ili niitumia. Sasa muda ulikuwa umeenda, kwa sababu kuna duka moja pale pale Soetu walinabaki mpaka saa saba wanakuwa wako wazi wazibasi ye saa sita na dakika na ishirini Yes, natoka nimerudi nyumbani kama kawaida. Sasa nyumbani kwangu mimi kuna kichochoro huko eh, kuna nyumba huko, kuna nyumba sasa. Wakati naenda nyuma, kuna mtu akawa na ananifuatilia. Sasa mimi nilijua yule ananifuatilia ni ni mmoja kati ya vijana wanaokaa mle ndani, kwa sababu kuna geti ambalo kabla kuingia ndani, kuna geti ambalo lazima ni nifungue mlango alafu niingie. Sasa akawa anakuja haraka haraka, nikajua ni vijana ambao mmoja kati ya vijana wanakaa mule ndani kwamba nikifungua nae apate fursa ya kuingia asisubiri tena kugonga tena geti. Basi ni hivyo, ni hivyo ingia, ni hivyo tumbukiza tu mkono kwa ajili ya kufungua kufuli. Nimepigwa kisogoni. Nikapigwa kisogoni, nageuka hivi, yani kutaruki geuka hivi, nikapigwa tena. Unaona? Sasa sija ka vizuri, nikapigwa tena hapo, basi hapo, hapo, nika, nika stukia, nikaanguka chini. Sasa wakati naanguka chini nikawa nasikia kitu tena kinapigwa nikapigwa tena, na kwa hiyo nimepigwa kama mara nne hivi, lakini wakati huo sijapoteza fahamu. Hili nilianza kupiga kelele wanifungulie mlango, nikawa piga naomba mnifungulie, naomba nifungulie. Sasa wakati huo funguo imeshadondokea ndani, kwa hiyo wakanifungulia mlango. Sasa walimu wanifungulia mlango, hofu yangu mimi hofu ilianza kuja kwangu baada ya kuona wale wanaoniangalia unaona, eh? Sasa ninavyoona vile wanavyoniona mimi, ndo nikahofu, nika kwamba nimeumia, kumbe wana walianza wali kunishangaa. Basi ndon, check na damu mwili mzima na nini, nimetapakaa damu. Asijamaa kachukua waka waka waka, wakatafuta mtu wa bodaboda hapo boda. Apo nikatafuta namba ya simu m, namba yangu ya simu ambayo iko kichwani, eh, ni ya Jose, nika maana simu alini, sina simu hapo, haos namnai, sina simu ufukoni siku ile hela hazipo na, na simu mbili, na kwa hiyo nika, nika, nikaazima nika, nika, nika simu ya mtu nikampigia nikampigia Jose. Unaona? Sasa hapo tukasikilizana vizuri. Basi hapo kwa jamaa akachukua boda boda nikaja hospitali. Nikifika hospitali nikapokelewa nikashona nyuzi hapa. Wakati na napokelewa Bwana Jose naye anaingia shona nyuzi nikashona huku mbele, nikashona huku, nimeshonwa na kisogoni, nimeshona na hapo jana nime nime nimefanyiwa nime, kipimo cha CT scan, kwa majibu yake majibu yake yanatoka leo. Kwa hiyo ndio hali halisi iliyokuwa katika tukio la, la juzi. Hmm. Pengine unahisi ni watu gani, labda kama ni mkazo mkazi wa eneo hili au ni vibaka? Kwa sababu maeneo yale unajua kuna vijana sasa hivi wamezaga wamezagazagaa mitaani, wamekuwa kama hawana kazi, unaona utakuta vijana wanakaa. Kwa mfano kwenye ule mtaa naokaa mimi, kuna sehemu huwa wanaonyesha video. Sasa wana, wana kesha mpaka saa sita saa saba vijana wana, wanazubazuba hapa, unaona. Sasa kuna sehemu nyingine kuna, kuna, kuna pub moja hivi napo watu wanakaa kaa pale na sasa, wale ni vijana mm. wanaonekana kama wako wako tu sasa, watu wanashinda baa kuanzia asubuhi mpaka jioni kazikana, ni vijana ambao sio watu wema na yale maeneo sio mazuri. Kwa mfano, wahalifu wa pale wanatokea mitaa ya Juhudi na Kagera, kwa mitaa ya Kagera na Juhudi ndio vijana wanakuja huko wanafanya uhalifu, wanafanya uhalifu huko afu wanakimbilia kule Juhudi na Kagera. Naitwa Samwel Malekela. Hmm. Kaka, Kata ya Viwandani. Nilivamiwa wakati nimetoka kazini Veta ma kijioni, wakati narudi, nilivamiwa sehemu inaitwa Juhudi, nilivamiwa, simu, Nibali, na namba nondo kichwani huku pamoja. Pengine ni vitu gani walichukua baada ya kuhudhuru na walikuwa wangapi labda? Ah, walikuwa wako watatu wawili mmoja alikuwa anapanga, mmoja alikuwa na Walichukua wallet na chochote? Vitu walivyochukua, walichukua wallet, wakachukua na vitambulisho vyangu. Hmm. Pengine wallet haikuwa na chochote? Wallet ilikuwa ina shilingi elfu arobaini. Pengine nini rai yako kwa vyombo vya ulinzi na usalama na jamii kwa ujumla kuhusiana na hiki kilichotokea, unashauri nini? Ah, ushauri wangu kwa kujitahidi kuimarisha ulinzi baadhi ya maeneo kama hayo ambayo matukio mengi yanakuwa yanatokea yeah, kiarifu. Unaweza kukumbuka ile tukio imetokea hata saa ngapi? Kumbukumbu yangu ilikuwa ni saa mbili. Lakini ndio wakati nilikuwa nimetoka kazini. Ilikuwa saa mbili. Mimi naitwa Dkt. Doto Elias Ndalija ni daktari katika hospitali ya mkoa wa Mbeya kitengo cha upasuaji Uh, usiku wa kuamkia jana tumepokea wagonjwa wawili ambao walikuwa na kesi zinazofanana, mmoja amepigwa uh, na uh, vibaka na wapili hivyo hivyo. Mmoja tumepokea mida ya saa saba na nusu usiku mwingine mida ya saa tisa na wote walikuwa na vidonda kichwani na walikuwa wanavuja damu, lakini namshukuru Mungu kwa jitihada za wafanyakazi, walipokelewa katika idara ya huduma ya, ya kwanza pale emergency na wakahudumiwa vizuri, wakaletwa wodini. Mpaka sasa tumefanya vipimo na tumefanya kipimo cha kichwa kwa kila mmoja, na mmoja kinaonyesha kuna mbonyeo kidogo, lakini wa pili ana shida kwenye ngozi ya kichwa, lakini wote tunawaruhusu, maendeleo yao ni mazuri, tunawaruhusu na dawa, na tumewaelekeza wakiona dalili zozote zile za hatari, kama tulivyowaambia, warudi hospitali kwa ajili ya matibabu. Pengine labda, tukataka kujua hao watu wamepigwa na nini? Kama kwa taarifa ambazo labda wamezungumza na wagonjwa na kwa namna ambavyo e, tuliwachunguza, wamepigwa na vitu ambavyo vina asili ya ya ncha, kwa sababu kwenye vitu wamechanika yani, kuna vidonda ambavyo vimechanika mpaka wanavuja damu, kwa walipigwa na vitu ambavyo vina ncha wakachanika. Dokta, huko kwenye kitengo hiki, pengine kuna trend ya watu wengi kuja kuripoti juu ya matukio haya kwenye eneo lako? Uh, kwa sasa matukio haya yameongezeka sana. Watu wengi, wagonjwa wengi tunaowapokea kesi nyingi ni za kuvamiwa kupigwa na ajali, ni vitu viwili sana. Vio vina, vina kesi nyingi za namna hiyo.